Tumejipanga sasa kuwa na usafiri wa umma wa aina kadhaa sio moja. Tutakuwa tuna usafiri wa umma wa barabara ambao utakuwa na mabasi ya, ge, ya, ya gesi asilia au ya, ya umeme ili kutunza mazingira. Nikasema tutakuwa tuna usafiri wa treni kutoka Malindi mpaka Bububu kama zamani. Nikasema pia tutakuwa tuna usafiri wa majini kwa kutumia water taxi. Sasa nikataka kusema na ndege, nikaona, ah, hapa watu wataniona sasa nimezidi. Lakini mmesikia nyinyi wenyewe hapa. Dizani hii na mambo matano makubwa. Kwanza ni usafiri wa meli zetu hizi tulizozizoea za Dar es Salaam na, na Pemba. Ya pili, wamesema kutakuwa kuna ile wanaoita roro, maana yake ni usafiri wa boti zinazobeba magari na mizigo ambayo ni loose. Ya tatu, kutakuwa kuna teksi za kwenye maji. Ya nne, kutakuwa kuna ndege za baharini zinazotua kwenye maji, na ya tano, wamesema kutakuwa kuna marina. Marina ni ile maeneo yale ambayo boti hizi zinapaki. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa sana ambao una, una phase. Tuna uhakika kwamba baada ya kukamilika utabadilisha mandhari ya Zanzibar na utaleta usafiri wa umma uliokuwa ni wa kisasa sana, nacho tufanyia leo Mheshimiwa Rais kwamba leo tuna saini contract hii kwa ajili ya bandari hii ya Mpiga Duru, maanake sasa tunaenda kuondoa lile changamoto na tatizo sasa la usafiri, na ukumbukwe pia tunajenga bandari ya Kizimkazi na tutajenga bandari ya Nungu, kwa kwa itakuwa kwa kaskazini, unaweza kushika mkokotoni au kashuka kule. hizo hizootata changamoto nyingi ambazo tunazozipata katika bandari ya Malindi, nafikiria katika bandari ya Mpiga Duri zitaondoka. Hili ni jambo la faraja kwetu sisi Wazanzibari na jambo la kujua mfano kwa Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dkt. Hussein Mwinyi kwa kutuletea maendeleo na tumeangalia pia kurejesha taswira kwa bandari isi yetu isiwe tu kituo cha usafiri, bali itakuwa kituo cha utalii, itakuwa kituo cha mapumziko, na hata hivyo kitakuwa na kituo kikubwa cha biashara. Wakishakuwa pametengenezwa, nadhani itakuwa zaidi ya Ulaya, eh, kwa sababu sisi, Ulaya walijenga zamani, sisi tunajenga kisasa. Zanzibar itakuwa ni kama <muchos> transshipment hub hiyo ta